Katika mwaka 2023 ambao tunatolea ripoti, Chivu walikuwa na sampuli 200, Nterungwe tulikuwa na 150. Sifa za kupata tuzo zilikuwa sifa nne. Kwanza walikuwa wanaangalia ngazi ya mkoa, ushirikiano ambao ulikuwepo kati yao na watafiti; pili, ushirikiano wa wilaya, tuseme kuanzia halmashauri kwa mkurugenzi, mganga mkuu mpaka mratibu ushirikiano tulio wapatia wale watu, yaani ushirikiano sio kwamba labda na kampuni kwenda nao wanahitaji kitu fulani, wanahitaji vitu fulani, alafu na sisi tunafanyaje? Tunawawezesha wakati mwingine, hata kama ni usafiri. Alafu kwa kuwa anafuatilia, kingine ujazaji tuseme kama ujazaji wa zile takwimu, ni mgonjwa amechukuliwa damu kipimu nani chake kimeandikwa je kwenye rejista huko kumeandikwa, concept form imejazwa na amesaini vizuri, vitu kama hivyo. Kingine walichokuwa wanaangalia walikuwa wanaangalia ubora wa zile sankori, kwa sababu kama hii sampuli ya damu inachukuliwa kwenye karatasi tunaita dry blood smear, ina vigezo vyake kwamba chukua size fulani, ambayo unaweza ukaenda tu katika kuchakata wakapata vitu vingi, labda nataka kuona labda kungufu wa damu, nataka kuona nini. Kwa hiyo hivyo ndio vilivyokuwa vinapelekea kwamba mtu apate tuzo. Chivu wameibuka kitendea kati ya mikoa kwenye mikoa 15 ambayo ilifanyia utafiti. Na tuzo hii ni kwa ajili ya wilaya pia na mkoa, sio kwamba ni kwa ajili ya Chivu, ila Chivu wenyewe ndio walifanyia, wali walituwezesha kufanya hilo zoezi. Lakini hatuwezi kusema ni Chivu, ila ni Chivu ambayo inawakilisha wilaya pia na mkoa, ingawaje hiyo tuzo inaandikwa Chivu. Na sasa hivi baada ya hapo tunatarajia kuendelea na utafiti awamu ya pili ambapo wakati wowote wa wameanzia wilaya zingine za mkoa wa Kagera, na sisi wanakuja na bado tutaendelea na vituo vya Nterungwe na Chivu. Sijaambiwa ni nini wanakuja lakini wanakuja kutoa mafunzo, yaani tuseme nakutoa kuwapiga msasa kusudi tuendelee na nani hii nyingine, kwa sababu walengwa ni wale wale ambao walihusika katika zoezi iliyopita inategemea wanaweza wakaenda na wakabaki, waka nai wakapata tena, au wilaya nyingine ikapata, kwa sababu kama saa hizi katika mkoa wa Kagera imeongezeka vituo, tutakuwa na vituo kumi na tano na watu, kwa sababu waliona makosa yao yako ya wapi, wanaweza wakarekebisha, wakakuta imeenda mkoa mwingine, au ikarudi mkoa wa Kagera, lakini katika wilaya ambayo sio yangavi